ujenzi huo unalenga kuboresha miundombinu ya usafiri na kupunguza ajali zinazojitokeza mara kwa mara katika maeneo hayo ikiwemo ile ya hivi karibuni ya juni 7 mwaka huu iliyosababisha vifo vya watu 28 na kujeruhi wengine tisa katika eneo la mbalizi akizungumza katika ziara hiyo beno malisa amesema hili kutoka kwa Mheshimiwa rais ilikuwa ni ulipaji wa fidia kwenye wakazi walioko eneo la mlima iwambi kushuka mpaka pale darajani ili sasa mkandarasi wetu aweze kuingia kazini kuanza kazi. Zoezi hilo limekamilika, serikali imeshaleta fedha, ipo Mbeya, na zoezi hilo litafanyika wiki hii. Kwa hiyo tunataraji baada ya wiki moja mkandarasi ataonekana site kwa ajili ya kuanza kurekebisha au kutengeneza barabara eneo lile, ili kuepuka adha hii ambayo tumekumbana nayo sisi wakazi wa wilaya hii. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara Tanzania, TANROADS, mkoa wa Mbeya Mhandisi Masige Matari amesema TANROADS tayari imeanza kazi kwa kusogeza vifaa na vitendea kazi muhimu katika eneo hilo, huku wakipanua barabara ili kuwezesha magari makubwa kupishana kwa usalama. Mojawapo ya maelekezo ni kama walivyosema kwamba hii barabara ambayo ilikuwa inatumika kwa magari madogo, sio kama ilikuwa ipo u magari madogo na costa, gari ndogondogo za abiria, sasa itumike kwa ajili ya kubeba, kwa ajili ya kupisha magari makubwa. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi hapa, mheshimiwa mkuu mkuu atuelekeza kwa tufanye kazi kwa haraka ili ile agizo iweze kutimilika kwa, kwa haraka zaidi. Kwa baada ya maelekezo hayo, sisi tumeanza tumeanza jana rasmi asubuhi na leo kama tunaendelea, tumeweka vifaa vya kutosha na magreda mawili, na marola mawili kuna, ya kumwagilia maji pia mawili na vijana wangu wote na mimi mwenyewe niko hapa toka asubuhi tunaendelea kusimamia ile agizo. Barabara hii ilikuwa na upana mdogo. Upana wake ilikuwa mita 5.5 lakini tuyaaipanua sasa iwe mita kumi. Naye Mrakibu Msaidizi wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya, Hezroni Mkangi, amesema jeshi hilo litaendelea kusimamia sheria za usalama barabarani katika eneo hilo kwa saa 24 ili kuhakikisha kazi hiyo inafanyika kwa usalama na kwa kuzingatia taratibu. Lakini jukumu kubwa sisi kama wasimamizi wa sheria ni kuendelea kusimamia sheria kwa madhubuti. Hatutamwonea dereva yoyote mwari ili kuhakikisha kwamba maisha wa Tanzania ya Watanzania yanalindwa wakati wote. Sisi tumejipanga kuhakikisha changamoto hizi zisirudiwe, zisijirudie tena. Kwa sababu rais wetu mheshimiwa rais wetu anatumia nguvu nyingi kutafuta resources na kutuboreshea miundombinu kuboreshea maslahi yetu kwa ajili ya kusimamia na kulinda maisha ya Watanzania. Sasa sisi, kama jeshi la polisi usalama barabarani mkoa wetu wa Mbeya ni, ni wajibu wetu ni kusimamia yale malekezo yake kuhakikisha Watanzania katika eneo letu hili wanapita wakiwa salama salimini. Lakini si wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, tushirikiane, panapoonekana changamoto inapotokea tuchukue hatua madhubuti mapema. Ajali iliyotokea siku zile ni namna moja au nyingine, inaweza kaa ni uzembe madereva wetu. Kama wangechukua hatua kwa udereva ule wa kujiami, tungeokoa maisha ya Watanzania. Nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.